Wakati mwingine mtu akisema uh, kumekuwa na mafanikio ya diplomasia ya kiulinzi, nadhani watu wanaiona kama ni kitu chepesi, lakini tuna mfano hai hapa juzi, wala sio muda mrefu, ambapo mmeona baadhi ya watu waliotaka kuja kujipenyeza ndani ya nchi yetu na kuleta vurugu. Watu hao wamekuja, lakini kutokana na diplomasia ya uchumi I mean, diplomasia ya ulinzi nisamehe. Sana kwa sababu pia nimekuwa katika wizara zingine ambazo zinashughulika na uchumi, kwa hiyo wakati mwingine na baada ya ya kusema diplomasia ya ulinzi najikuta nikisema diplomasia ya uchumi, lakini pia uh, diplomasia ya uchumi ni kama imezoeleka zaidi. Mmeona jinsi gani mataifa ya hao hao waliotaka kujipenyeza na kuleta fujo yamekuwa mstari wa mbele kuitetea Tanzania. Mmejionea ndugu zangu, si ndio? Kwamba wewe unakimbilia kwenye nchi ya mwingine unataka kwenda kufanya fujo, lakini kwa sababu ile nchi imeshajenga diplomasia vizuri eh, na nchi yako, nchi yako hata nchi yako inaona kwamba wewe kwa kweli unachokifanya sio sahihi. Kwa hiyo haya mambo ya kuimarisha diplomasia ni mambo muhimu sana, ni fanikio ambalo kwa kweli hatuna budi kujivunia, lakini hatuna budi kupongeza kwa sababu mtu mwingine angetarajia kwamba hawa watu waliofanya wanataka kuleta vurugu katika nchi, basi nchi basi zao ziwatetee, lakini kwa sababu tunafanya kazi pamoja kama hivi nilivyosema, tunakutana, tunaongea, tunajadiliana, tunafanya mafunzo ya pamoja, tunafanya mambo ya ya pamoja, kwa kwa hiyo tunakuwa kitu kimoja. Na kwa sasa, dunia ya sasa wanaita ni bora kuepusha vita, kwa hiyo unachukua jitihada zaidi za kuepusha vita kwa kuimarisha diplomasia ya ulinzi na usalama kuliko kuanza kuingia katika mapambano. Ukiingia katika mapambano, utapoteza rasilimali za kutosha, utaumiza wananchi wako na utajikuta kwamba unarudi hata nyuma. Kwa hiyo hiki sio kitu ambacho watu wakichukulie tu ah. Wanasema kila siku, kuimarisha diplomasia, kuimarisha diplomasia, kuimarisha diplomasia ya ulinzi ina faida gani? Ina faida kubwa sana, na bahati nzuri leo nakuja ku, kueleza mafanikio haya, nimepata mfano wa karibuni, ambao nafikiri utawawezesha kuelewa kwamba ni nini manufaa ya kuimarisha diplomasia na urafiki, ikiwa ni pamoja na diplomasia ya ulinzi. Ulinzi wa miradi ya kimkakati pia ni fanikio jingine ambapo serikali ya awamu ya sita, aa, katika sekta hii ya ulinzi tumeendelea kushiriki katika ujenzi wa miradi mbalimbali mbali ikiwa ni pamoja kimkakati, uh, ujenzi wa ikulu Chamwino, ulinzi, ujenzi wa reli ya Kisa, ya kisasa standard gauge SGR, ulinzi wa mradi wa kufua umeme wa maji wa Julius Nyerere, ulinzi wa mgodi wa tanzanite uliopo Mererani mkoani Manyara, ulinzi wa bomba la kusafirisha mafuta ghafi kutokea Uganda hadi mkoani Tanga. Ulinzi wa mradi wa kuchakata gesi asilia mkoani Lindi na ulinzi katika kivuko cha Busisi na ulinzi katika mamlaka za bandari Tanzania tupo Dar es Salaam, Tanga, Mtwara na ulinzi katika kampuni za simu, ulinzi wa viwanja vya ndege na uundaji wa meli katika Ziwa Victoria. Mafanikio haya yamechangia katika kukuza uchumi na kuimarisha ulinzi hususan katika maeneo ya kimkakati ambayo hayana budi kusimamiwa na taasisi zitakazolinda maslahi ya taifa. Hii inawezekana kutokana na uongozi mahiri, na imewezekana kutokana na uongozi mahiri wa serikali ya awamu ya sita. Kwa hiyo, kwa kufanya hivi, taifa linabaki salama kwa sababu mihimili yake mikuu ya uchumi inabaki salama. Mtu mwingine anaweza kusema kwa nini tu ulinzi, anaweza kufanya mtu yoyote. Sio kila mtu anajali maslahi ya taifa, si ndio? E, kuna mwingine anafanya ulinzi vizuri tu, lakini anafanya ulinzi vizuri, lakini haelewi kwamba kuna mikaka, miradi mingine ambayo ni mihimili ya uchumi wa taifa lako. Kwa hiyo unapo, hii kazi inapofanywa kwa umakini na vyombo vya ulinzi na usalama, ikiwa ni pamoja na jeshi letu la ulinzi la wananchi, jeshi letu la ulinzi la wananchi ni kitu ambacho hatuna budi kutoa pongezi kwa hawa wanaofanya kazi hii na kuwatia moyo. Sio tena tunaenda kuwakatisha tamaa, tukawatie moyo, kwa sababu ni uzalendo wa hali ya juu, kwa sababu yeye pale ataangalia, atahakikisha hakuna hujuma na uchumi wetu unaendelea kukua. Kwa hiyo nawapongeza sana wanajeshi wetu na wote walioko katika vyombo vya ulinzi na usalama kwa kazi hii kubwa wanayoendelea kuifanya, na naendelea kuwatia moyo kwamba wasichoke. Maslahi ya taifa ni muhimu kwa taifa letu, na wao tumewakabidhi kazi hii muhimu kabisa, na wanaifanya vizuri na waendelee kuifanya vizuri. Fanikio lingine ni kusaidia mamlaka za kiraia katika kukabiliana na majanga ambapo uh, vyo, taasisi zilizopo chini ya wizara zimeimarishiwa uwezo uwezo ili ziweze kushiriki katika kukabiliana na majanga au maafa mbalimbali mbali, pale yanapotokea kwa kushirikiana na mamlaka za kiraia katika kutekeleza jukumu hili uh, tumeweza kushiriki kikamilifu katika kutoa misaada ya uokoaji wakati wa majanga mbalimbali mbali, Aa, katika miaka hii minne ikiwa ni pamoja na uokoaji katika mafuriko yaliyotokea mkoani Mtwara, kuzima moto uliotokea katika hifadhi ya mlima Kilimanjaro, kusafirisha misaada ya kibinadamu na kufanya uokozi kwa wahanga wa mafuriko nchini Malawi, uko, uokoaji katika maporomoko ya matope yaliyotokea wilaya ya Hanang mkoani Manyara, uokoaji wa wananchi kufuatia kuanguka kwa jengo la biashara katika eneo la Kariakoo jijini Dar es Salaam na ujenzi wa nyumba kwa ajili ya wahanga wa maporomoko ya matope yaliyotokea wilaya ya Hanang mkoa wa Manyara, na ujenzi wa nyumba za wananchi waliohamishwa kutoka hifadhi ya taifa ya Ngorongoro kwenda Tanga. Mafanikio mengine ni ushiriki katika miradi au ni ushiriki niseme, katika kujenga uchumi na katika serikali ya awamu ya sita na hususani wizara kupitia SUMA JKT tumefanikiwa kuchangia katika ujenzi wa uchumi na kuchangia katika uendeshaji wa mafunzo ya vijana wa JKT kwa kutekeleza miradi ifuatayo: ujenzi wa vituo vya madini katika mikoa ya Tanga, Handeni, Ruvuma, Katavi, Mbeya, Simiu, Mara na Kagera na vilevile umefanyika ujenzi wa ukuta katika mgodi wa Merelani ma Simanjiro Manyama, Manyara na mgodi wa Isaraniro isa Butiama Mara. Pia ujenzi wa majengo ya almashauri ya wilaya ya Kibaha, Kibiti, Mpibwe, Chamwino, Kondoa, Simanjiro, Karambo, Mafinga, Mpanda, Nsimbo na Newala, na ujenzi wa majengo ya taasisi ikiwemo maabara ya chuo kikuu cha Sokoine, hosteli ya madarasa ya chuo kikuu cha Mzumbe na ujenzi wa sakafu ngumu bandari kavu Kwara na uratibu ukarabati wa hosteli ya chuo kikuu cha Dar es Salaam, na pia kuanzisha na kuimarisha viwanda vya SUMA JKT ikiwemo kiwanda cha maji Mgulani kilichofikia uwezo wa kuzalisha katoni elfu mbili mia tano za nusu lita.